Zangu waumini, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana shekhe wetu Sharifu Abdul Kadir, rais wa taasisi ya, ya Al Hikma Foundation akishirikiana na mkurugenzi mkuu, mimi nasema mkurugenzi bingwa ndugu yangu Sheikh Nuruddin Kishki na watendaji wake wote kwa kazi kubwa wanayoifanya. Allah wahifadhi kazi ya kueneza dini ya Islam kwa misingi ya elimu, hekima na maadili mema, sambamba na kutoa huduma za kijamii zinazogusa maisha ya watu bila ya kubagua dini au kabila. Mwenyezi Mungu awalipe kheri kwa pamoja, inshaallah. Serikali zetu zote mbili yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini na taasisi za dini hapa nchini katika kuimarisha amani, maendeleo na maadili mema kupitia mafundisho ya dini. Natoa wito kuendelea kuamrishana mema na kukatazana mabaya kama alivyotuagiza Mola wetu mtukufu katika surat Al-Imran aya ya 104.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 kwa mwaka huu 2026 yenye ujumbe unaotokana na mafundisho ya mtume, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam usemao hakika Qurani hii ina ncha mbili, moja iko kwa Allah na nyingine iko mikononi mwetu. Shikamaneni nayo, hakika hamtapotea wala kuangamia milele. Naamini sote tumeona namna mafundisho haya na shekhe wetu Sheikh Nuruddin alivyoeleza lile fumbo kwanza, lakini baadaye akalifumbua, na naamini sote tumepata hisia ya kujua nini imekusudiwa. Sheikh Nuruddin, mimi nilikuwa naona kwenye ZBC tu na namuona ndugu yangu yule eh, Kobis, lakini kwa kweli naiangalia nikawa sijaelewa vizuri lakini leo nami nimekuwa mmoja kati ya ambayo nimeelewa vizuri tamthilia ile. Alhamdulillah, wamefanya vizuri na maana yake kwa kweli tumeifahamu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, tuweze kuisimamia hiyo kauli mbiu, inshallah tuitekeleze kwa vitendo. Kupitia ujumbe huu, nawaomba sana wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe mosi mwezi wa Machi 2026. Hupitia ujumbe huu na waomba wananchi wote wa mikoa mbalimbali Tanzania, kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe moja mwezi wa tatu mwaka 2026 panapo majaliwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili kushuhudia mashindano haya na kupata fadhila kubwa kutoka kwa mola wetu mtukufu. Jambo hili si jambo la kawaida na halipatikani kila siku. Huwezi tu ukakaa ukasema leo mwezi huu nataka kulipata jambo hili. Jambo hili linaandaliwa, maandalizi yake ni makubwa, amesema Shekh Kishki hapa. Mziki wake wa maandalizi ni mnene sana. Kwa hiyo insha Allah, tusipoteze tusiipoteze nafasi hii, ndugu zangu Waislam, popote tulipo tujitokeze kwa wingi uwanja wa Mkapa ule tuujaze, na ukijaa tutatumia na uwanja mwingine wa Uhuru. Inshallah tutapata fursa ya kushuhudia mashindano haya makubwa duniani. Ndugu waumini, mwisho nitumie fursa hii kutoa wito kwa wadau mbalimbali, taasisi za serikali na taasisi binafsi kuendelea kudhamini na kuunga mkono taasisi hii ya Alhikma ili mashindano haya yawe endelevu na yenye kuleta athari chanya kwa vizazi vyetu na jamii yote kwa ujumla. Pia ni washukuru wote kwa namna moja ama nyingine waliojitokeza kudhamini, ndugu zangu wa PBZ. Najua ni muda mrefu anaendelea, lakini naamini na wadhamini na wengine wataendelea kujitokeza na yatakuwa ni tarehe moja mwezi wa tatu mwaka huu 2026, ndani ya uwanja wa Mkapa insha Allah. Rahman alladhi allama alquran. Mgeni rasmi ambaye tunamtarajia si mwingine, ni yule yule kipenzi cha Quran, mwana pekee aliyeweza kuvaa kiatu cha alhad Mzee Ali Hassan Mwinyi naye si mwingine ni Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Takbir. Allahu Akbar. Mheshimiwa mgeni rasmi, zawadi kuu mwaka huu kwa mshindi wa kwanza atakayetokea popote pale ambapo atatokea atajinyakulia shilingi milioni 30 taslim kutoka PBZ Ikhlas. Takbir. Takbir. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashindano haya ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashindano haya hivi sasa ni mwaka wa kumi na moja tangia ya hame rasmi katika kumbi mbalimbali mbali. Mnamo mwaka 2015 ndio yalihama rasmi kutoka katika hall mbalimbali na kumbi mbalimbali mbali. na sababu ya kuhama kwake si kwa kupenda, bali ni wingi wa wapenzi na wingi wa waitikiaji umetupelekea tukahamia katika uwanja wa Uhuru mwaka 2015 na, na waliokuwa nje ya uwanja wa Uhuru walikuwa ni wengi kuliko waliokuwa ndani. Tukafanya kama miaka miwili 15 16, ndipo aliyekuwa waziri mkuu mstaafu sasa Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa alipokuwa mgeni rasmi akaturuhusu kwamba tuhamie sasa katika uwanja wa Mkapa, na hivyo tunavyozungumza haya mashindano levo yake yafanyika ndani ya viwanja vyote viwili. Na hii si kwa ujanja wetu wala ujanja wa Alhikma Foundation. Hii ni siri ya Qurani na mapenzi yake mwenyewe Rahmani aliyefundisha Qurani, atakayeweza kuhamasisha kukiadhimisha kukipenda, kukiboresha, kufanya juhudi zote kwamba jambo hilo lionekane lipendeze mbele za watu duniani, basi hiyo ni ishara ya kwamba huyo anayefanya jambo hilo moyo wake ni katika wacha Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema wa man yattaqillaha yjalahu makhraja wayarzuquhu min haithu la yahtasib. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atawali, atawapa faraja katika mambo mbalimbali, lakini kwa kuwa katika nchi hii jambo hili ndio linafanyika, hili ni kama zunguo linakuwa pale kwa Mkapa, watu wanaisoma Qur'ani kwa siku ile, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alete baraka na baraka na ziada ya kila la kheri katika nchi yetu. Na kubwa zaidi amani. Amani, mshikamano, utulivu katika nchi hii. Maelewano katika nchi hii kwa baraka ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu mwenyewe

Basi ntampa kile kilicho bora zaidi. Wana Dar es Salaam, mashindano haya yanayoongozwa na Al Hikma Foundation yanao umuhimu mkubwa, si tu mashindano ya kuhifadhi Qurani tukufu barani au dunia nzima. Kwetu sisi wana Dar es Salaam, tunaona ni fundisho na mwongozo mkubwa wa maneno ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi wana Dar es Salaam zaidi ya watu milioni tano. Ukiangalia kwenye picha ambazo ziko hapa, unaona umati mkubwa ambao hawa wote wanakwenda, hakuna mtu anayelipiwa nauli ya basi, wanakwenda wao wenyewe. Lakini wako wengine, wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, ambao wanafuatilia mashindano haya wanafuatilia mwongozo huu ambao Mwenyezi Mungu ameushusha kwetu kwa kupitia Hali Hikima Foundation. Tunawashukuru sana, wanafanya kazi kubwa sana ya kujenga maadili na mioyo ya wana Dar es Salaam, wanafanya kazi kubwa sana ya kutuunganisha wana Dar es Salaam. Hatuwezi kusema wana Dar es Salaam tunayo fahari kwa sababu tunavyo askari au tunayo nini lakini uwepo wa Alhikma Foundation, uwepo wa mashindano haya yanatupa umoja na mshikamano wa Dar es Salaam. Tunawashukuru sana. Mnapokuja viongozi wetu wakubwa kama ninyi, tunajisikia faraja, kwa maana wale watu ambao tunashirikiana nao kuongoza wana Dar es Salaam na ninyi mnawaunga mkono, tunasema asante sana, karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi baadhi ya mambo machache ambayo Hali Hikma yameyafanya, yanafanyika mengi, elimu na nini, mengi sana yanayofanyika moja katika jiji letu la Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo vijana wengi ambao wakati fulani tunatamani kuoa, lakini wakati mwingine tunashindwa kwa sababu ya gharama na uoga wa kuingia kwenye gharama, lakini taasisi hii ya Hali Hikma Foundation imefanya kazi kubwa sana chini ya uongozi wake shehe wetu Abdul Kadir, rais wa taasisi akisaidiwa na kaka yangu Shenudi Kishki. Vijana wengi katika mkoa wa Dar es Salaam na maeneo mengine wamefaidika na kipindi hiki, wameondoka hata nje ya Dar es Salaam, wamekuja hata katika eneo langu la Vingunguti kufanya hiyo kazi. Tunawashukuru sana.